Shauri hilo linaendelea kusikilizwa leo Jumanne Juni 3, 2025 katika Mahakama Kuu Kituo Jumuishi cha Utoaji haki Dodoma, mbele ya jaji Amiri Mruma. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, like, comment na share ili uendelee kupata taarifa zetu.